Wafanyabiashara katika eneo la Jaribuni wameelezea kunufaika kibiashara kufuatia ujenzi wa barabara Zitoni Jaribuni. Wakizungumza na Coco FM, baadhi ya wafanyabiashara hao wakiwemo wahudumu wa bodaboda wameeleza kuwa barabara hii ya lami imewaimarisha vilivyo. Sisi kama wanabodaboda sasa hii kuturahisisha kwa usafiri wetu kuwa rahisi, pia si kama pale venye ilikuwa. So kufikia sasa hii tunapenda hii barabara kwa sababu venye imefikia, yani imetusaidia sana kwa sababu vumbi hata amahali hapo tumekaa tuweza kula kulasima, na tuweza bila shida yote, kuliko pale mwanzo, kwa sababu na ile vumbi sana. Upande wa mafuta pia inatumika, si kama venye ilikuwa barabara maram. Sasa hii natumika tu vizuri, so hata, pripia, hapo ni tofauti na so, si kama vile vya mwanzo kabisa. Mafuta kidogo pia yanakuwa, hatumiki venei natumika zamani biashara yetu ya bodaboda inakuwa ni nzuri, kwa sababu distance ambayo ilikuwa inachukua masaa mengi kukamilisha, sasa tunachukua muda kidogo kufika mahali ambapo mteja anastahili kufikishwa. Wengine wao ambao ni wauza duka wamesema awali wanunuzi walikuwa wakisusia bidhaa zao kutokana na wingi wa vumbi lilokithiri, la hali hii sasa ni tofauti kwao. Watu wa biashara walikuwa nalalamika, ukienda kwa duka unanunua mkate ukotele mchanga, unanunua cha, yaani kila kitu ki, ni, ni, ni kibaya, lakini sahi tunafurahia paka kunaona wengine wameanza ku, kujiendeleza kuongeza, ongeza vibanda yani mambo ni mazuri kwa sahi. Biashara zote hasa za mahoteli ambazo ziko kando kando ya barabara, maduka yote biashara zao zimekuwa safi, ambazo si kama zamani, wakati tulikuwa barabara na vumbi, kwa meza inajaa mavumbi, unafika kwa hoteli unapata labda chakula, baada ya muda mfupi mteja anakataa kulela chakula, inafika time mpaka mnakosana na wateja kwa biashara. Lakini sasa naona hoteli zote ambazo zinafanya kazi kwa hii barabara ziko sawa, wateja wanafurahia na pia wanabiashara wanafurahia hasa maduka pia ambayo yako katikati, yako kando ya barabara, pia nao wa, nani customer wao pia wanafurahia sana. Hata hivyo wamesisitiza haja ya barabara hii kuwekwa matuta sawa na alama za barabarani, ili kuzuia ajali miongoni mwa watumizi wa barabara hii. Ile tu kwa kuongezea ni kusema barabara imeundwa ni nzuri, isipokuwa bado haijafikia pale mahali wa kuwekwa zile saini zake, ambazo kwa wengi wetu sasa watu wa bodaboda hatujaenda kwa masomo ya driving, kuona jinsi gani ambayo tunaweza kufuata hii barabara ambayo ni hatari. Pia kwa upande wetu tungomba kufikia pale, pia barabara itengenezwe vizuri, ichorwe kwa hali ambayo inastahili, isije ikatuletea maafa hasa kwa sisi wana bado ambao hatuna elimu ya diving school. Lami imekuja, vumbi hakuna tena ni raha raha. Raha, raha, raha. Tunashukuru Mungu nikiripotia Coco FM jina langu ni Pauline Mwango. Coco FM ladha ya pwani.